Lakini magonjwa kama ya moyo kama alivyosema lifestyle. Sasa najiuliza kule kwingineko north inakuwaje watu wana maisha mazuri lakini hawafi kama sisi. Wana vyakula, mavyakula, mabaga, makula yote. Sisi bado tunakula ugali na mboga za majani. Familia nyingi kuafford mafuta ya kupikia ni taabu vile vile. So why inakuwa tatizo hili linakuwa huku kwetu? Na sasa kama alivyosema linaingia mpaka rural areas. Watu vijijini wanapata matatizo ya moyo sana mm. Hilo la kwanza. La pili, nikipenda, nikipenda vile vile kufahamu kidogo tu kuhusiana na kitu kinachoitwa heart transplant, mtu kubadilishiwa moyo. Ukitaka tubadilishe Musa moyo? <laughs> <laughs> <No! coughs> ah. Sasa kwa nini sisi tunakufa zaidi? Kwanza kwa sababu ya elimu, hatuna elimu kuhusiana na magonjwa ya moyo. Nyingine ni kwamba tukishaugua haya magonjwa, kwa sababu ya umasikini tunashindwa kuyatibu Hmm. Kwa maana watu wanakufa, wanapoteza hmm. maisha mapema kwa sababu hawana uwezo wa gharama ya kushapata heart failure. Dawa za heart failure kwa mwezi haraka hmm. haraka tu hazipungui shilingi laki tano kwa kila mwezi. Mtu ambaye tayari ameshaugua hmm. hafanyi kazi, na ni forever hiyo, na ni forever kwa hiyo unakuta watu wengi anashindwa na kula dawa vipande vipande, yeah. siku nyingine hanyu wanaishia kufa mm. nafikiri hizo ndio sababu kubwa za kwa nini sisi huku tuna kufa sana. na kufa kule wenzetu washapata awareness mm. na ikitokea kwamba pata magonjwa mifumo yao inawasapoti mm. inawasapoti katika kuwatibu lakini mm. pia kuwawekea hizi device, kwa mfano watu wanapata heart block wanapewa pacemakers, wanapata heart attack wanawekewa stents hata wanafanya mpaka hizo unayosema heart transplants kwa watu ambao wamepata heart failure. Huko kwetu hizo vitu havipo au vipo katika kiwango kidogo, kwa watu wanaishia kupoteza maisha kwa sababu hawawezi kusustain maisha ambayo ni gharama. heart transplant huwa ni matibabu ya mwisho kabisa. Ya, ya, mwisho kabisa ya ya ya ya mwisho mwisho kabisa kabisa. moyo pale ambapo moyo umekuwa mkubwa na unakosa nguvu ya kusukuma damu. na dawa zote zimeshindwa kufanya kazi, watu nafanya replacement ya Moyo. Moyo. Kwa mtu anatolewa moyo kwa kwake, afu anapata dona ambaye anampatia moyo. Wanafanyiwa surgery ya kuweza kumpatia moyo wa mtu mwingine ambaye amedonate hiyo, mm. kitu ambacho ndio, ndio, ndio kina sasa hivi ndio kinakwenda kwa kasi kubwa sana duniani na watu wanafanyiwa matibabu hayo na yanafanya kazi vizuri. Na by the way, heart transplant ya kwanza kabisa duniani imefanyika Afrika. Unajua hilo? Hapana. Imefanyika Afrika, South Africa. Ndio, heart transplant ya kwanza iliyofanikiwa na ndio kwa ndio, iliyofanikiwa na kutoka hapo sasa ndio dunia nzima inafanya mm -hmm. heart transplant lakini mwanzilishi na safari ya kwanza ilifanyika Afrika ya Cape Town nchini, yeah, South Africa <coughs>